Sisi watunachukuliaga ni karama, uwezo fulani wa mtu. Sisi kwetu ni karama, siyo mchakato. Ndio maana ni rahisi ma, ni sana kujiondoa kwenye mchakato fulani, kujiondoa kwenye mapambano fulani, kujiondoa kwenye harakati fulani, kujiondoa kwenye movement fulani, kwa sababu sisi hatua fulani ni karama. Lakini pia ndio maana ni, ni rahisi kujikuta tumejichanganya, tume na kila aina ya mchakato, kwa sababu tunajua ili kufika hatua fulani ni mchakato dani. Nikipata nafasi kesho ama wakati fulani unaokuja, uhawika vizuri. Kuna wanaotoa maoni yao maoni yale ni mazuri sana. Wanasema kama Wakristo hatutagombea Wakristo wa, hatuta wa, wa kweli kabisa hatutagombea kuwa wakuu wa wilaya, hatutakuwa na, na kadi za vyama kuwa wakuu wa wilaya, kuwa wenye viti wametaa kuwa watendaji wa mitaa. Ndio maana tutakuwa tunaomba hata barua za usajili, tutakuwa tunanyimwa usajili wa makanisa, kwa sababu karibu kila eneo sisi tumewaachia, tumewaachia tu, pengine wanasema watoto wa mama mdogo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tutegemee Ukristo kuwa mgumu sana kwa sababu hatuingii kwenye mifumo inayoweza kurahisisha ukristo huo kuwa rahisi. Lugha hiyo ni nzuri sana, lugha hiyo ni sahihi sana lakini lugha hiyo inahitaji nguzo nyenzo ya kwamba ni vizuri tusingeangaikia kuwa na kadi tu, kuwa na chama tu. Ni vizuri pia tungekuwa sehemu ya namna anavyoweza kupatikana kiongozi hiyo, hiyo pia tungeiwekea nguvu sana, yenyewe ndo ingerekebika sababu kwa mfano sasa hivi unakuja kuona kuna mchakato fulani unaendelea hapa wa watu wa CCM, kwa inaonekana karibu kila ambaye anataka uongozi, njia iliyo salama, iliyo uhakika kuupata unatakiwa upitie CCM. Mimi ninachosema wananchi, wanadamu sisi ni wafuata mikumbo. Sisi huwa tunaamini njia ya ukombozi wa jumla mpaka iwe, iwe rahisi hata kwa namna haramu. Mungu wetu asifiwe, wa huwa tunaona gani njia ya, njia ya kufanikiwa inatakiwa tuwe ambayo imechongwa hata kama na kikundi haramu hata kama ni kwa namna haramu, kwa sababu wakati mwingine, kwa mfano, hawa wanaosema wanagombea kule, kugombea ni tafsiri ya kwamba yote yaliyofanyika huko nyuma kama amefanya CCM, mimi nilikuwa nyuma yake, mimi nayakubali, kwa sababu wezi ukasema nataka kugombea kwenye chama hicho hicho, sikubali hayo wanayoyafanya, huonyeshi kwamba hukubali. Kuna vitu hata wengine unawapa tahadhari tu kwambia wananchi, kuna vitu, kuna nyakati zinatengenezwa ili zikumulike kila mmoja uwe wazi mapema, ili saa ikifika Unajaribu useme, mimi sikuweko. Anasema hapana, huyo hapa eh, yani kuna mifumo huwa inakuja inakuwa miepesi ili ikuchukue wewe, kwa sababu wazungu wa, wa ama yule Martin Luther alisema adui, heri adui anayeongea kuliko rafiki aliye nyamaza kimya huwa kinaonyesha, kimya huwa kinaonyesha hilo jambo inaloendelea liko sawa. Kimya sio hekima. Sasa unapojitokeza kwenye eneo fulani, pana watu wanalia, hata hauonyeshi kwamba mimi napinga hiki kinachowaliza watu, unaingia tu kwamba hapana, hii ndo demokrasia inawezekana kabisa ka shetani ama Mungu kauweka huo utaratibu uwe rahisi kiasi hicho, ili na wewe uonekane mabadiliko, sio mpaka uambiwe haya ndo mabadiliko. Kuna namna za kuwemo kwenye moyo wako unajua, ila njia hii sio sawa. Hii njia haitaleta mabadiliko yoyote mimi ninachokuhubiria wewe, miaka yote utakayoishi, wakati mwingine jifunze kubaki kwenye njia ambayo hasa ndiyo ingeleta mabadiliko ya kweli, mageuzi ya kweli, hata kama njia hiyo inaonekana haiwezekani. Jifunze kubaki pale n jifunze kubaki pale, kwamba mabadiliko kabisa haya yatakuja kwa demokrasia, haya yatakuja kwa, kwa demokrasia na mfumo wa vyama ulivyo. Mabadiliko kabisa yatakuja kwa reforms za ubinadamu wa binadamu. Binadamu wakae wajadili, tunatafuta nini? Tunagombea tunatafuta nini? nani anagombea ana maisha gani? sabu kugombea tu kwa sababu najua kuandika, kusoma na kuandika, hiyo dunia inaenda shimoni, hiyo dunia inaenda shimoni. Kugombea tu kwa sababu una cheti cha form 6 una degree una karatasi, hiyo dunia inaenda shimoni. kuna haja unabaki kwenye msimamo kwamba hapana, tufike mahali mtu kutaka kuwa kiongozi, sifa za ubinadamu ziwe ndizo anaweza akaionyesha jamii, ama jamii ikazungumzia kwamba huyu anajali familia yake, huyu hajahusika kwenye namna yoyote ya ubaya wakuonekana sio ubaya ambao umethibitishwa mahakamani, ubaya wakuonekana na mtu mwenyewe. Mtu mwenyewe awe na namna ya kujipima. Unajua, kuna vitu ambavyo vinaonekanaga haviwezekani, lakini wahubiri, ni vizuri pia tuwe tunafahamu hatujatimiza wajibu wa uhubiri. Mhubiri ni na nawakumbusha muhubiri ili utimize wajibu wa uhubiri, ni mawili. Ili ujue umetimiza wajibu wa, wa uhubiri, umehubiri yani umehubiri kisawasawa. hivyo ndo ulitakiwa kuhubiri muhubiri, inatakiwa kutokea matokeo mawili, aidha kile ulichokua na uhubiri kiwe ndo tafakari na maisha ya watu, au wewe udundwe au wewe ufungwe au wewe uwawe au wewe uingie kwenye mateso wewe kile ulichokuwa unahubiri umekihubiri sawa sawa. <coughs> Narudia tena, tunashindwa kushep mifumo ya hii dunia mifumo ya nchi iende pale ambapo palitakiwa, kwa sababu wahubiri hatuhubiri, wahubiri hatutimizi wajibu wa kuhubiri. Kuhubiri sio hiki kinachoendelea, kuhubiri sio hiki kinachoendelea. Kuhubiri kunatakiwa kutoe matokeo mawili, kuhubiri kunatakiwa kutoe matokeo mawili. Ukitaka ujue leo sokoni nimehubiri Acha yale mazoezi mnayofanya mnaenda kufanya yale ni mazoezi, naenda kujifunza kuhubiri. Sio nilihubiri neema ilikuwepo, hamna. Kuhubiri ni matokeo mawili yanatakiwa yafanyike. Moja, wewe pale unataka watu wakaache ulevi, watu wakaache umalaya, watu wakaache utekaji, watu wakaache uuaji, watu wakaache vikundi vyenye madhara, wewe ndio ulichoendea Kipimo cha kwamba wamekusikiliza inatakiwa waache. Kama hawajaacha, uongee mpaka wakudunde, wakukamate, wakufunge gerezani, wakupige, wakutesa, hata ama wakuue. Hiyo hiyo ndo ulikuwa kuhubiri, umehubiri siku hiyo kwa sababu ndivyo ambavyo kwenye Bibilia ilitajwa walihubiri, walipohubiri, imeandikwa waliosikia walichomwa mioyo, waliosikia walichomwa mioyo. Walipochomwa mioyo, wapo waliosema, tutendeje ndugu zetu? Wakaambia, sisi tunataka mwanze kuishi hivi. Wanasema, kwa kweli na, na, tunaanza leo ama. Walipochomwa mioyo wakasema hawa jamaa hawa wanaleta ndo vinini hivi? Wakawala mawe ya kutosha, mpaka wakainua mikono, akasema Bwana pokea roho yangu ya. Ya haya mawe sio ya kitoto, haya mawe sio ya mchezo. Sasa moja ya kitu kinachosababisha kile tunachokipigia kelele kisiumbike moja, kuanzia siku ya kwanza tuliokwenda, nia tunayokwenda nayo, uwezo tunayokwenda nao, sio ule uliokuwemo ndani ya Kristo. Kwa sababu maana yangu ni kama umeongea siku ya kwanza watu waache ulevi, watu waache wizi, watu waache zinaa, watu waache mauaji, umeongea, hawajaacha, unatakiwa urudi tena kurudie tena. kama ni mtandaoni, kama, kama unataka kujua kwa nini mimi nimepata mateso, vitu ninavyoongea mimi wanaongea wahubiri wengi sana, vitu ninavyoongea mimi huwa wanaongea wahubiri wengi sana. Kama unataka ujue kwa nini mimi naongea na mpaka napata mateso, wahubiri wengine wote wanaweza kaongea mara moja akipata tu barua kutoka kwa mjumbe, akapigiwa simu tu na mjomba wake na baba mdogo wake na shangazi yake na mama yake wadogo zake, au bwana mahubiri ya aina hiyo achana nayo, sisi bado tunakuhitaji, au achana nayo, ni ya kweli, ila ni kifo. Basi huyu mtu wa Mungu ujibariki asema ila ha, haujafika. Ujumbe umefika, haujafika, ujumbe haujafika. Kufika ujumbe ni mawili saabu Yesu alisema kuna mwenye shamba mmoja ailima shamba, baadaye akasafiri, baadaye akatuma wafanyakazi wake wakachukua sehemu ya mazao Walipofika pale ilikuwa ni mawili, waje na mazao au waje na makovu, na ndio kicho kinafanyika. Hawakurudi hivi hivi, usome ile andiko, hawakurudi hivi hivi. Yaani wanapofika kule, sio kwa mnafika tu ha, masha, mashamba hamna nani, mazao hamna, ajakoma. Nendeni mkamwambia ajakoma, hamna walikuwa narudi na kimoja wapo, kuhubiri kuhubiri kabisa, nitaki unarudi na. Unajua, nikwambie kwa nini walikuwa anapigwa? Manake walikuwa anafika pale, wanasema tumetumwa na bosi tuchukue sehemu ya mazao, wanasema hayapo, wanaanza ubishi, haya yale kile tumekuambia hayapo eh? Hatuna bosi hapa. Bosi ndo sisi. Tumekwambia hayapo. Hamna ule ubishi ule, ule ufafanuzi wa kwamba hapana. Basi kama hamna niende na mahindi. Tulikuambia hayapo, tulikwambia hayapo. Mbona mahindi haya? Kale ka ubishi ka kwamba bosi kula litutuma mazao na inatakiwa turudi na mazao kale ndio kaliko kanafanya, kuna kitu alikuwa na rodi nacho. Sisi wahubiri nasema mifumo ya utawala haiwezi kubadilika, hawa watu wako mbali, hatusemi ukisema vinabadilika. Mathayo ishirini na moja mstari ishirini na nane. Asante sana namba anzia anaongea anaongea wana wawili. Mathayo Mtakatifu sura ya ishirini na moja mstari wa thelathini na tatu anasema, ndio. Sikilizani mfano mwingine. Ehe. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba. Naye alipanda shamba la mizabibu. Akalizungusha ugo. Mm. Akachimba shimo la shinikizo ndani yake. Ndio. Akajenga mnara , akapangisha wakulima. Ndio. Akasafiri. Ehe. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, ndio akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, ndiyo, wapokee matunda yake. Ndio, wale wakulima wakawakamata watumwa wake. Mm -hmm. Huyu wakampiga. Uh -huh. Na huyu wakamuua. Eh. Na huyu wakampiga kwa, huyu wakampiga kwa nini? Kwa mawe. Huyu wa kwanza wakafanyaje? Huyu wa kwanza wakampiga, wa pili wakamuua, watatu wakampiga kwa mawe. Umesikia? Alafu ikawaje? Mstari wa 36 anasema, anasema akawatuma tena watumwa wengine wengi ehe, kuliko wa kwanza, eh, wakawatenda vile vile wa, nao walirudi yani, na mkomoto walirudi, kuna walio usiporudi na makovu, inarudi tu taarifa twalimenye na roli. Tulimjua tuonane bandarini kule Ehe? 37, nasema anasema, ndio mwishowe akamtuma mwanawe kwao e, akisema e, watamstahi mwanangu e. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana e, wakasemezana wao kwa wao e, huyu ni mrithi e, mm, haya, natumue tumuue tutwae urithi wake, ndio wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabibu e, wakamua e. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, tuishia hapo walitumwa kuhakikisha wanarudi na sehemu ya kilichoko kule, wanarudi na, na matunda, wanarudi na kilichotakiwa kuwa. Sisi huwa tunafika tu kwa mbali, hey! Mungu amenituma, amenituma chenu utekaji Acheni uwaji, acheni wizi, acheni umalaya. kama mja kama mwachi, naenda kumlulisha taarifa kwamba wana kiburi, wanakwambia hatujakusikia ngee, hatujakusikia shema. Nimeshawaelewa nia <laughs> Nimeshawaelewa nia yenu sio kwamba mjanisikia kuna mnachotaka kunifanya. Wewe unaonaje ukitoatoaka tukribu fulani tukali tukali na wasipotazama, anasema ah, wana kiburi sana hawajasikia. Wakisikia utaona watakavyoshea. Hey, utakakuta kwenye vikundi mbalimbali wame unajikuta safari zako za mjini unapokea, yaani ukitaka usikia, wamesikia. Kuna simu utazipokea kutoka kwa dada zako, ndugu zako, jirani zako. Fikia, ujue hapo wamesikia, wamesikia. Kila mmoja anakuangalia, bado uko hai, bado upo, bado ujue kuna ulichoongea, wamesikia kama makovu una wasiwasi, kila anayekuuliza, so, umepona? Uko hai baba? Upo we, kweli una Mungu, umepona? Baba upo. Hii mifumo hii mifumo ilivyo, tulivyowekewa na mamlaka za kuzimu, mifumo ya chaguzi, ingia ukiwa mtakatifu, ingia ukiwa mcha Mungu ingiwa ukiwa mtu wa Mungu, asilimia kubwa mpaka unapata ubunge, udiwani, wenye kiti ulishakuwa mbaya wa moyo ulishaharibika. Sasa ni kweli kwamba si kana kwamba tunatakiwa sasa tuseme acha watawalage wenyewe, hapana, tunatakiwa wajibu wa uhubiri. Sio lazima tuingie kwenye, kwenye, kwenye falsafa pengine ya Chadema wanasema no reform, no election, ama uwe kwenye upande wa wanaosema Oktoba tunatiki. Kuna mahala unaweza ukaja wewe na reform yaani, wahubiri tungesimama na reform yenyewe, kila muumini atakayekuja kanisani akalie kutikavu juu ya uovu, lasivyo la afadhali wahubiri wana, wanahubiri peke yao tu, amna waumini. Sio wewe unasema wanini, mwingine anasema nimpate lini. Hiki ni kimalaya, ndo kipokea rushwa, ndo kinachoshiriki utekaji, mauaji, lakini ndo kizee cha kanisa, kanisani ndo kishemasi kanisani, ndo kimba praise kanisani, ndo kimba kwaya kanisani. Unataka reform kule nje, unaunga mkono reform za CHADEMA kule nje, umeshindwa reform ya watu wako kwenye fahamu zako, kwa sababu wanaoenda kutengeneza reform kule nje wametoka kanisani. Kanisani haujawabadili Kanisani haujawakemea, kanisani haujaonyesha msimamo wa wanatakiwa wawe na reform za ubinadamu, wasimtendee mtu mwingine wasiopenda kutendewa wao. Kanisani umeacha unasema, njoo tujiunge kwenye no reform, no election ya CHADEMA, njoo tujiunge kwenye Oktoba tunatiki, mutatiki kifo, mutatiki maumivu, mutaendelea kutiki vilio mtaendelea kutiki maonezo.